Kuna zaburi moja katika Bibilia ambayo wachungaji wengi huiepuka. Huenda hujawahi kuisikia ikisomwa hadharani, sio kanisani, sio kwenye ibada za usiku, hata sio kwenye mahubiri ya huzuni, kwa sababu inamalizika kwa kitu cha kutisha sana, maneno ambayo hayaonekani kuwa sehemu ya maombi au sifa kwa Mungu. Hayawezi kufariji, hayaleti tumaini hayahubiri amani. Zaburi hii inamalizika kwa damu. Maneno ya mwisho ya zaburi hiyo yanasema hivi: heri mtu yule atakayewakamata watoto wako na kuwavunjavunja juu ya miamba. Zaburi ya 137 aya ya 9, ndiyo, mstari huo upo kwenye Bibilia yako, si katika kitabu cha vita kama Yoshua au Wamuzi, bali katika zaburi Wimbo mtakatifu, maombi ya watu wa Mungu, wimbo uliopaswa kuimbwa katika ibada. Na bado ndiyo namna unavyomalizika. Kwa hiyo, kwa nini upo hapo? Kwa nini mstari huu mbaya wa ghasia dhidi ya watoto wachanga huachwe ndani ya maandiko? Ili kuelewa, hatupaswi kuanza na mafundisho bali na maumivu. Lazima tuingie ndani ya huzuni ya mtu aliyeandika maneno haya. Zaburi hii iliandikwa wakati wa uhamisho wa Babeli. Wakati ambapo taifa la Israeli lilishindwa na kuvamiwa na Wababeli. Yerusalemu mji wa Mungu ulichomwa moto. Hekalu lilivunjwa. Familia zilisambaratishwa. Wanaume waliuawa. Wanawake walidhulumiwa. Na watoto hata wachanga waliuawa kikatili mbele ya wazazi wao. Na waliobaki hai walichukuliwa mateka wakiwa wamevunjika kimwili na kiroho, wakipelekwa Babeli kama watumwa, wakiwa wamedhalilishwa, wakiwa hawana tena tumaini. Wakiwa huko, maadui wao waliwacheka, tuimbieni moja ya nyimbo zenu za Sayuni. Fikiria hilo, maadui walioua familia yako, kuvunja mji wako, sasa wanataka uwapigie nyimbo za ibada. Ni dhihaka ya hali ya juu, ni kama kuambiwa ucheke katika mazishi yako na hapo ndipo Zaburi hii inapozaliwa, sio kutoka kwa moyo wa shujaa anayeinua imani bali kutoka kwa mtu aliyeangamia kabisa, akimwaga hasira yake kwa Mungu. Mstari wa tisa wa Zaburi ya 137 hauandikwi kama agizo la kufanya ukatili. Hauwezi kuchukuliwa kama ruhusa ya kisiasa au ya kidini ya kulipiza kisasi. Ni kilio, ni hasira ambayo haijachujwa ni maneno ya mtu anayehisi kama dunia imesaliti haki, na ndio maana ako kwenye Biblia. Biblia haikuchagua kutuonyesha maombi yaliyopakwa rangi ya utakatifu tu, inatuonyesha pia vilio vya kweli. Wakati mwingine maombi hayaonyeshi imani ya nguvu, bali uhusiano halisi. Zaburi hii haimwonyeshi mtu anayepambana katika sala ili apone, inaonyesha mtu anayemimina uchungu wake kwa Mungu kwa uhalisia kabisa hata kama ni uchungu wa kutamani watoto wa adui yake wapate kile walichowafanyia wengine. Kwa hiyo swali si kwa nini mstari huo uko katika Biblia, swali la kweli ni kwa nini Mungu aliacha ubaki. Na jibu ni hili: kwa sababu kuna nafasi kwa maumivu halisi katika uhusiano wetu na Mungu. Maombi haya si ya kuigwa, lakini ni ya kueleweka. Mstari huu hautufundishi kulipiza kisasi lakini unatufundisha kwamba Mungu anaweza kustahimili kilio chetu hata cha giza, kwamba unaweza kusema unachohisi kwa kweli, hata kama kinamalizika kwa laana dhidi ya maadui wako, hata kama kinamalizika kwa aya ya tisa. Imani si kutabasamu wakati umevunjika. Imani si kusema yote ni sawa wakati moyo wako unavuja damu. Imani ni kumwendea Mungu hata ukiwa na hasira hata ukiwa na mawazo ya giza, hata ukiwa na maneno ambayo hujui kama ni sahihi kuyatamka, lakini bado unayaleta mbele za uso wake. Na hivyo zaburi hii inakuwa si ushahidi wa ukatili wa mtu, bali ushahidi wa ujasiri wa kuwa kweli mbele za Mungu. Kama mstari huu uko katika Biblia, basi hakuna kitu unachopitia ambacho hakiwezi kusemwa kwa Mungu, na hiyo ni habari njema kwa mtu yeyote aliyeumia kwa undani usiosemeka. Zaburi ya 137. Kando ya mito ya Babeli ndiko tuliko keti tukalia, tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na walituonea walitaka furaha Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? E Yerusalemu, nikisahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau. Ulimi wangu na ugandamane, na kakaa la kinywa changu nisipokukumbuka. Nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyokuu. E Bwana, Wakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu waliosema bomoeni bomoeni hata misingini e binti Babeli uliye karibu na kuangamia heri atakaye kupatiliza ulivyotupatiliza sisi heri yeye atakaye wakamata wadogo wako na kuwaseta wao juu ya mwamba